Afrika t kabisa, ndani ya Mastaz TV, na siku ya leo tupo uwanjani kwenye uwanja wa mpira ambapo kuna mchezo ambao unafanyika. Lakini sisi mara nyingi huwa tunakuwa tuna, tuna na challenge ambayo tunaongea na watazamaji wa mpira au mtazamaji wa mpira ili tujue kinachoendelea ni kitu gani. Lakini kwa siku ya leo challenge yangu itakuwa ni hapa, ni neno gani ambalo ushakuambiwa na mpenzi wako kaisi hapo, kama vile umepigwa hilo inakuwa ni neno gani? Kwa hiyo kameramani wangu, hebu tuende, twende, hebu twende. Ndo vipi? Poa poa, unasemaje? Safi. Kwa majina unaitwa nani? Isma. Isma? Yeah. wewe ni Muislamu? Hamna, mimi si Muislamu, napiga tu. Tunajua vijana pigo kama hizi, ndio tunakubali sana. Yani unavaa pigo za kism, sio? Yeah. kwa nini sasa? anapenda tu wanapenda jinsi gani wanavyovaa, yeah, okay, sawa sasa yeah. Ni neno gani mm. ambalo mpenzi wako akikwambia hapo, unajua kwamba umepigwa? Kupigwa mm. oh. neno nyingi bro okay. Neno gani ataza kuambia uje baadaye mm -hmm? Ya ataza kuambia sina muda ya, yaani maneno kibao, saa utaja moja ndio kwa vigumu sana sasa. Ile moja sasa unasema ile hapa kilio akizungumzia tu hapo yeah. Hapo amenipiga, kwa hiyo hapo najua nimepigwa. Kupigwa, mm. uje baadaye, uje baadaye. yeah. Yani kwenye hiyo uje baadaye, unaku umeandaa mazingira ya aina gani? Mazingira kajua, mimi nitakuwa nishafika kwanza mamboi kwao. mm. Alafu demu mnapigia simu, nishakuwa mamboi, alafu sipati nini, mazingira kama hayo, alafu na na kutext, alafu na seti nije baadaye, nishakuwa nishakuwapa mamboi kwenu. mm. Najua jua lazima takuwa na mtu mwingine meneo tu anatula naye. Okay. Eh, sasa wewe unapo unapokuwa umepigwa huwa unachukuaga maamuzi gani? Utafuta mwingine, mwingine. Yeah. a auwezi mkasuruhisha ili yakae sawa? Ah, mazoea yatazaa kazidi sana kaka. Kweli? mm. Poa, ina noma. Dogo, baby. Uh, fresh. Poa. Kwa Opo, majina nani? Ah uh, Fago Boy, Maleso, Madeso. Jina lako halisi au ni AK? Ndio halisi hilo hilo la familia. Bani ndo la halisi hiyo nilopewa na familia Nfago, jina, fago madeso ndo jina. Hey. mm -hmm. jina la familia la jina la mtaani sasa aka hiyo hiyo, maleso la mtaani, maleso ndo nikageuza madeso wake ah. Hey. Okay, sasa wewe waga ni vitu gani vitu gani sasaa unavipendaga sana? Ah, apata tu vitu vingi sana tu. kama vitu gani? Ah, wanza, kitu changu kile vichangu cha kwanza kupenda sana ni wanawake. Wanawake. Ah, okay. Eh. Hey. Okay, sasa ni neno gani ukiambiwa, ambi, uki na mpenzi wako hapo unajua kwamba kweli umepigwa? Hmm. kama nakupenda sana kupenda. Hmm. Hey. He, sana. Hapa hey. Amekupiga yaani. Okay, hapo ananiogopea kabisa. Hmm. Eh, hey, kwa sababu sijamwoa demo zaka nambia, sijamwoa nambia, ananipenda sana sasa. Unanipenda sana wakati sijakuoa s so, unanipenda sana kivipi? Yaani hapo ule neno nimepigwa. Yaani wewe utaki kuambia kwamba unapendwa sana? Huo una ni uongo. Sasa unataka uambiwe uambiweje sasa? amenipenda na mimi, aniambie tu amenipenda tu basi, eti nimekupenda sana yaani eti kama vile kupitiliza. Amna yani, yani, yani, wewe ni uongo. Yaani yani kiufupi amenipiga yani, kiufupi, kiufupi yani utaki kupendwa sana? Ah, unataka upende tu kikawaida <laughs> na demu sasa, eza kakupenda sana bro. mm. anakuambia eti anakupenda sana, ni uongo, ni uongo eh, yani hilo neno umepigwa hapo sasa. Unakuwa unataka una, una saa kupendeje? Anaambia tu amenipenda tu kawaida, basi imetosha.